Karibu tuendelee kuhabarishana juu ya matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Hii ndio yetu na kwa wakati huu tumefikiwa na taarifa za waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa kutangaza rasmi kustaafu kugombea tena ubunge wa jimbo la Ruangwa, mkoani Lindi, baada ya kuliongoza kwa takriban miaka 15 mfululizo tangu mwaka 2010. Vyanzo vyetu vya habari kutoka kwa wandani wa Waziri Mkuu Majaliwa vimeeleza kuwa, akiwa jimboni kwake Ruangwa kwa siku kadhaa za mashauriano na wananchi na wazee wa eneo hilo, Majaliwa amefikia uamuzi huo baada ya tafakari ya kina na ushauri wa wadau mbalimbali na amewashukuru wana Ruangwa kwa kipindi chote cha miaka 15 ya kumpa ubunge na kuwawakilisha vyema. Hatua hiyo imekuja siku chache tu baada ya Majaliwa kutangaza bungeni, Juni 26 ya mwaka 2025, kuwa anapanga kugombea tena ubunge wa jimbo hilo akisisitiza kuwa anaendelea kuhitaji ridhaa ya wananchi. Hata hivyo, kauli hiyo sasa imebadilika rasmi. Alisema, ninatambua wakati mwingi nimekuwa nje ya jimbo nikitumikia taifa, lakini wanaruangwa wameendelea kuniunga mkono Nitumie nafasi hii kusema asanteni sana na ninamwomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha mshikamano uliopo kati yetu sote. Ninaomba kuwajulisha kuwa ninakuja kuchukua fomu ya kuomba ridhaa yenu tena, alinukuliwa akizungumza bungeni. Uamuzi wa Majaliwa umepokelewa kwa hisia tofauti, huku baadhi ya wachambuzi wa, wa siasa wakiutaja kuwa ni uamuzi wa busara na wa kiungwana, hasa baada ya kumaliza kipindi chake cha miaka kumi cha uwaziri mkuu tangu alipoteuliwa mwaka 2015. Hatua hii pia inakuja wakati chama chake Cha Mapinduzi, CCM, kikiwa katika harakati za ndani za uteuzi wa wagombea wa nafasi za udiwani na ubunge kuelekea Uchaguzi Mkuu wa Oktoba 2025. Zoezi hilo limeanza Juni 28 na linatarajiwa kukamilika Julai 2 ya mwaka 2025.